Um, hamna chumba hamna jiko. Hebu kwanza niambie bana. Wewe unasema eti ukiwa ndani misosi inakuja. Hebu niambie, ebu ni misosi inakuja kujaji? Kala akajibu ule kijana mepaona, no, no, no. Idha juutu nikipata njaa, yani mimi nikiwa na njaa tu yakhruju minal hajari ashajaru yakhruju min alhajari ashajaru. Naweza ile ukisome haja ukasema hujuri, hujuri maanake ni chumba. Alladhina yunadunaka min warai hujurat, ni chumba. Mimi nikiwa na njaa yani, nikishapata nasikia saizi njaa, njaa, njaa, sio eti namwambia mtu kwamba nasikia njaa, nikishahisi tu njaa yahruju min min alhujuri ashajar, kwenye chumba pale pale nipo, unatokea nini? Hinti. Unaota mti fa wayahruju min shajari thamaru, na yanatoka kwenye huo mti matunda ya aina mbalimbali, chungwa, mapapai, maepo, mazambarau man, yanatoka matunda, anikihisi tu kuna fup mti wenyewe unajiotesha toka. Tena wayamba minhu ma'u, na inatoka chemchemu toka mti hapo, inatoka chemchemu ya maji. Wayamba minhu ma'u, inatoka chemchemu ya maji. Maji yewe ni maji mirongo, ni Lake Victoria, ni bahari ya Hindi maji yenyewe abya na labani, ni nini? Meupe. Kiswahili ni Kiswahili me upe chetu. Hayo maji yanatoka pale pale palipoota mtu ko, ko... Nikisikia ni njaa, kuna vitu vinajitokeza bila kusema, ile hisia yangu, na nikishashiba na kitu kimefika, vinaondoka vyenyewe bila mimi kusema. faqala lahu Sulaiman, Sulaiman akasema sasa, wewe umo ndani ukikaa umo usiku na mchana <populararti> na huku juu kuna mawimbi ya hata, Allahu al kulli shay'in, Mungu anaweza kufanya mengine ya ajabu kuliko hapo tumetaja, tumeta. tumeta kisa tumetaja na kitabu eh. Haya, twende kwenye katasi namba saba.

wa mima jaa na katika habari sahihi iliyokuja, tunazungumzia visa vya wale waliowafanyia wazazi wao heri. Nimadatua tumeacha eh? tuia eh? wa tuyaache mima jaa na katika habari sahihi zilizokuja fi katika kueleza ubora wa kuwafanyia khairi wazazi, sikiliza habari hii, ma hukia ni habari iliyopokelewa mahukia, ni habari iliyopokelewa anna sayyida na Musa. Hakika bwana wetu Musa ni mtume, sio mtume wewe, yes. mtume tena, kile kisa cha nabii Allah Suleiman kile cha nabii Allah Musa alayhi wa la nabina afdhalu salati wa salami juu lake nabii Allah Musa na juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwepo kwao rehma na amani. qala nabiyullahi Musa, alipata kusema siku moja, ya rabbi, ewe bwana wangu, mlezi wangu, ausini niusie, ausini niusie. qala Mwenyezi Mungu akamwambia nabiyullahi Musa, usika bi ummika ninakuhusia mtende wema mama yako. Mwenyezi Mungu anakuambia tuniabudu usinishirikishe fabudu ni wala tushiriki, ishangeeweza kumwambia hivyo, lakini usia kwa hiyo. Kwa maana hiyo kuwafanyia kheri wazazi wawili ni usia wa nani? Allah ndo ile wa waswainal insana biwalidaihi sana husna ahusa niusia akamwambia, na kuhusia mtende wema mama yako. qala Nabii Muhammad aa nabilaimsa, akamwambia tena Mwenyezi Mungu au sini, niusie mula wangu niusie. qala Mwenyezi Mungu subhanahu, akamwambia tena usika bi ummika, na kuhusia umtende wema nani mama yako kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimwambia hivyo hivyo, nabiulahi Musa sema niusie, Mwenyezi Mungu anamuusia mama yako niusie, anamuusia mpaka mara nane, mpaka ilipofika mara nane niusie, akamuusia mama, ni mama yako niusie, mara ya pili mama yako niusie, mara ya tatu mama yako niusie, mpaka mara ya nane, hata kala fi tasi'a, ah. Mpaka akasema katika mara ya ngapi, mara ya tisa, maae nabilah musa aniambia niusie Ndo kama sana, kama, yule alimwendea Mtume, Mtume makusini ni usia kama la taghadhab, usikasirike. Yule bwana alijua mtume anamwambia nitakuhusia, lakini kwenye usia kumbe ile ya taghadhab ndio usia usia wenyewe au ni ni, basi mtume la ah, la mimi usia nitakasirika, ni la taghadhab, usia wangu usiwe na hasira za ovyo ovyo, ndio usia huo. Kwa hiyo hata kala fi tasiati mpaka ikafikia Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii, najua katika mara ya tisa usika biabika na kuusia pia, mtende kheri baba yako, ya Musa, ewe Musa wewe, ya Musa, ewe Musa. Mwenyezi Mungu ana anafunguka ana, ana sasa kisai chaleo, anasema anafunguka Mwenyezi Mungu. E Musa, usia unajua nimekupa kwa sababu gani wazazi wako, unajua sababu yake ya Musa, e Musa. Man barra walidaihi man barra walidaihi walida, yoyote atakayewafanyia wazazi wake haki zao na wema unaostahili, mtu yoyote atakayetekeleza wajibu wake kwa wazazi wake kuntu lahu waliyan fi dunya, mimi Mwenyezi Mungu, yani Mungu anamwambia mimi nitakuwa ndio wali wake. Wapi duniani? Duniani. Allahu waliyu ladhina amanu, huyo mtoto anaingia hapo. mimi nitakuwa ndio kipenzi chake, nitakuwa rafiki yake mimi. Sallallahu alayhi wasallam. So, so, yoyote atakayofanyia wema wazazi wake kuntu lahu waliya fi dunya, mimi nitakuwa ndio kipenzi chake rafiki yake duniani. Imetosha, bado akamwambia Musa, haijatosha. Wa fil qabri munisa mnisa, kaburini kwake mimi nitakuwa ndio mliwazaji wake, wafi qabri munisa, na huyo kijana atakayewafanyia wema wazazi wake akifa kabulini na kuwa midomo mzungumzaji wake, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa wa fil akhira, namliwaza kabulini. Imetosha. wa fil hashri, na katika kufufuliwa, rahiman, nitakuwa ni mwenye kumhurumia wakifufuliwa watu siku ya Kiyama. Namteremshia rehema zangu huyo, katika ile waidha alquburu buhira. Imetosha haijatosha? Ewe Musa, elewa mtu ambaye atakayewafanyia wema wazazi wake, ala surati dalila, katika njia ya surati mimi ndo nitakuwa nani? Ndio nitakuwa muoneshaji wake wa njia. Pita hapa bwana, usipite uko, pita hapa bwana Pita hapa, au waala sirati dalila kwenye surati nitamkamata mkono, nimvushe, nimvushe mwenyewe. Imetosha haijatosha? Mwenye kuwafanyia wema wazazi wake, wa fil jannati muhdithan, na katika pepo mimi nitakuwa naongea naye yukalimuni, atakuwa anazungumzisha wa ukalimu, hakuna interpreter hapa. Nataka nini tena tende kwenye karatasi namba tatu. Karatasi namba tatu, baru na adhib, hatuwezi kuvimaliza hivi sasa. Baru na adhib. Allahu Akbar. Mepaona hapo? Karatasi namba tatu, angalia mwisho mwisho kuna namba tatu pale. Hii ni tatupal ina maandishi makubwa kabisa Biru.